Naam, asante sana kwa kuchagua taarifa zetu, karibu tukupashe tulokuandalia, nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege na tunaanza na taarifa njema kwani Mkenya Faith Kipyegon ameendeleza weledi wake na kuipa Kenya dhahabu kwenye mbio za mita 1500 baada ya kushinda ubingwa wake wa nne kwenye mashindano ya dunia mjini Tokyo, Japan. Kipyegon alimwongoza Mkenya mwingine Dorcus Ewoi aliyemaliza wa pili na kufikisha medali za Kenya kuwa tano. Mwanahabari wetu Lukman Mahmud ana taarifa zaidi. Out. Faith ambaye ndiye mshikilizi wa rekodi ya mbio za mita 1500 alitawala mtifuano huo kutoka mwanzo hadi mzunguko wa mwisho alipokata utepe kwa kutumia dakika 3 sekunde 52.15 na kuingia kwenye kumbukumbu ya wanariadha wa mbio za wastani. Dhahabu yake ya nne kwenye mashindano ya dunia imefika rekodi ya raia wa Moroko Sham El Gerouk aliyeshinda ubingwa wa wanaume kuanzia mwaka 1997 hadi 2003 Dorcus Ewoi aliyenyakua fedha kwa dakika tatu sekunde 54.92, hukumu wa Australia Jessica Hall akifunga tatu bora.

Huku hayo akijiri, mshindi wa dhahabu kwenye mbio za marathoni Peres Jepchirchir amerejea nchini alasiri ya leo. Peres aliyeandamana na mkufunzi pamoja na wenzake walioshiriki kwenye mbio hizo alipokelewa na maafisa wa riadha na wizara ya michezo i And um, I'm so happy today to land at home with gold. Yeah, I'm so I'm so happy. Uh, this is a big day. we are here to welcome. Uh, the first uh, batch of the team that represented the country in uh, Tokyo, Japan. and we we are very happy and delighted to welcome them. and uh, uh, we, are, we want to assure all our athletes and other sportsmen and women of uh, full government support. Kenya sasa inalenga nishani zaidi kwenye fainali za mbio za mita 3,000 kuruka viunzi kwa wanawake na za mita 1500 kwa wanaume zitakazo timu kwa Jumatano. Lukman Mahmud Runinga ya Citizen. What an amazing run that was.